Tuna mradi huu ambao tunafadhiliwa na umoja wa Ulaya kupitia shirika la mataifa la chakula na kilimo FAO. Sasa kwa sasa hivi tupo katika hatua ya kuboresha maabara zetu, maabara za udhibiti wa wadudu kwa Unguja na Pemba. Sasa leo ilikuwa ni siku ya kukaa wakanda na wakandarasi ambao wamepatikana na kuzungumza nao, kuona implementation plan zao zipo vipi pamoja na kujadili kwa pamoja hasa chini ya usimamizi wa wenyewe FAO. Kwa kweli tunashukuru tuna sana umoja Ulaya na ili shirika la kimataifa la, la chakula na kilimo kwa ajili ya mradi huu lakini na msaada huu mkubwa, kwa sababu mbali ya hizi maabara lakini tutakuwa na vituo vya vya udhibiti katika maeneo yote ya, ya bandari lakini na airport, kwa maana ya kuwa na mini labs kwa ajili ya kuangalia kudhibiti wadudu kupitia mazao yanayoingizwa nchini. Ah, kwa majina mimi ni Pascal Matunda, ni mkandarasi ya nipo kwa ajili ya kusaidia Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwenye miradi ya kuboresha kilimo. Hivyo tumekutana leo kwenye mkutano wa kuanza rasmi kazi ya ukarabati wa maabara ambazo zitasaidia uh, kuboresha uh, biashara upande wa mazao uh, maabara hizi zitakapojengwa kwa kupitia ufadhili wa shirika la kilimo duniani FAO, itawezesha wakulima kuweza kusafirisha mazao yao nchi mbalimbali mbali, kwa sababu watapata ule udhibiti na uboreshaji na vigezo kutokea kwenye maabara hizi. Hivyo basi mradi huu ni mradi ambao utawanufaisha wakulima, utainufaisha serikali na utanufaisha taifa kwa ujumla. Tunashukuru sana sana sana shirika la chakula na kilimo duniani FAO, lakini pia tunashukuru Umoja wa Ulaya kwa kuweza kutusaidia katika mradi huu, kwa sababu tunajua baada ya kuboresha hizi maabara, taratibu za uingizwaji na utokoaji wa mazao ndani ya nchi utaimarika, lakini pia mradi huu umesaidia sana sana katika kuwafundisha na kuwajengea uwezo wa taalamu kwa hapa, mafunzo mbalimbali ya mbali, ukaguzi, mafunzo, fuatilifu, mafunzo namna gani, wanaweza, ya matumizi ya fuatilifu mafunzo ya wanaweza yote yanaohusika na afya ya mimea.